How to build confidence, ni kivipi? Unawezaje ku, kujenga kujiamini? Unawezaje kuwa ni mtu wa kujiamini ni vitu gani ambavyo vitakuwezesha wewe ujiamini? Leo ntafundisha vitu vinne ambavyo vinaweza kukusababishia wewe ukajiamini. Kitu cha kwanza tunasema respect. Tunapozungumzia respect, tunazungumzia heshima. Lazima we mwenyewe uwe na uwezo wa kujiheshimu, lakini kuwaheshimu watu wengine. Ukitaka kujiamini mbele za watu, lazima uwaheshimu wale watu ambao wapo mbele yako, lakini we mwenyewe lazima ujiheshimu. maneno yako unavyoonekana the way unavyoishi, kila kitu ambacho na unachokifanya, lazima ujiheshimu. Kwa hiyo ukiwa na heshima itakuongezea wewe uwezo wa kujiamini, hata kama ukisimama mbele za watu, kwa sababu una heshima na kuwaheshimu, lazima utajiamini. Kitu cha pili, tunazungumzia forget about past. Yani sahau kuhusiana na maisha yako ya nyuma au vitu vya nyuma. Kuna watu wengi wameshindwa kutimiza ndoto zao, kuna watu wengi wameshindwa kufikia malengo ambao walikuwa wameyawekea kwa sababu wanakumbuka yale maisha ambayo wameyaishi hapo nyuma. Inawezekana labda ni maisha ya shuleni, inawezekana ni maisha labda ya nyumbani. Kuna mtu labda amemtamkia kwamba wewe auwezi, kwamba wewe uwezi kufanya kitu fulani, kwamba wewe ushashindwa, kwamba wewe hauna akili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakusababishia wewe usijiamini mbele za watu unapotaka kuongea jambo lolote, hata kama ni muhimu, hata kama lina pointi kubwa kiasi gani, kwa sababu utakumbuka yale maneno ya nyuma ya kukatisha tamaa, hauwezi ukajiamini. Kwa hiyo lazima usahau vitu vya nyuma, lazima usahau maneno ya nyuma, lazima usahau watu wa nyuma kutamkia vitu vibaya. Lakini kitu cha tatu tunazungumzia have a positive relationship. Una, unapozungumzia positive relationship tunazungumzia kwamba uwe na mahusiano mazuri unapotaka kujiamini mbele za watu. Ukitaka kujiamini hata wewe mwenyewe kuanzia moyoni, lazima uwe na mahusiano ambayo ni mazuri, mahusiano ya wewe mwenyewe unavowaza, mahusiano ya wewe na wewe na watu wengine kwa hiyo ukiwa na mawazo mazuri, ukiwa na mahusiano mazuri, lazima utajiamini mbele za watu. Ukiwa na mahusiano ya watu sahihi, ukiwa na mahusiano na watu ambao wanajua ni kitu gani ambacho uenda unakifanya au unatamani kukifanya, kwa hiyo unaweza ukajiamini kwa kukuthibitishia wale watu ambao uko nao kwenye mahusiano yako, hata wewe mwenyewe, mahusiano yako ya kifikira yanavyokuwa, lazima utajiamini. Lakini kitu cha mwisho tunazungumzia practice gratitude. Unapozungumzia practice gratitude, tunazungumzia kwamba jizoweze shukurani. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kujizoeza shukurani, utakuwa na uwezo wa kujiamini mbele za watu, utakuwa na uwezo katika kujiamini katika fikra zako ambazo unaziwaza, utakuwa na uwezo wa kujiamini kwenye mitazamo yako. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kushukuru, ukiwa na shukrani mbele za watu, kwa sababu ukiwa na shukrani mbele za watu, pia itakusababishia wale watu wakukubali, itakusababishia wale watu wawe karibu na wewe, itakusababishia wewe mwenyewe ujione kwamba kweli na mimi ni mtu katikati ya watu. Kwa hiyo itakusababishia wewe ujiamini. Hata kama unatamani kufanya kitu fulani, lazima utajiamini. Kitu cha msingi katika kujiamini. Kujiamini ni kitu ambacho kimepoteza watu wengi sana. Kuto kujiamini kumepoteza watu wengi sana. Kuna watu wengi wanatamani kufanya mambo makubwa, inawezekana kimtazamo, inawezekana kuongea mbele za watu au hajiamini kwa sababu kuna vitu ambavyo wako navyo. Kwa hiyo kwa siku ya leo natamani ujifunze, ukajifundishe ukaji, ukajizoe ukajizoweze katika kufikiria haya mambo manne ambayo yataweza kukusaidia wewe katika kujenga kujiamini. Kwa hiyo tunatamani kuona kizazi ambacho kitakuwa kinajiamini hata kwenye yalo mambo ambayo tunatamani yafanyike katika nchi zetu za Kiafrika. Lazima tuwe na vijana ambao watajiamini kimtazamo, watajiamini kifikra, watajiamini katika matendo, watajiamini katika uongozi, watajiamini kwa kila kitu ambacho wanatamani kukifanya. Kwa hiyo tukiwa na watu ambao watajiamini, basi jamii yetu itapona kupitia hao watu ambao watajiamini na kutoka katika giza na kuonesha ulimwengu kwamba sisi tupo hapa, ni vijana ambao tupo kwa ajili ya kutetea wanyonge, tupo kwa ajili ya kutetea watu wenye shida, tupo kwa ajili ya kujenga taifa letu kimtazamo zaidi. Kwa hiyo ni vitu muhimu ambavyo lazima uvizingatie. Asante sana na kutakia siku njema na wakati mwema. Mungu akubariki.